Jumanne wiki hii tulishuhudia mkutano wa kwanza baada ya miaka saba kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammad Ibni Selemani, mkutano ukifanyika katika ikulu ya Marekani. Lakini katika mkutano huo mijadala mbalimbali mbali imezuka kutokana na mazungumzo yaliyofanyika baina ya viongozi hao wawili. Katika kuiangazia hayo hii leo, karibu katika Chekeche. Utakuwa nami Moses Mohammad, pamoja nami ni mchambuzi wetu Ibrahim Rahabi. Ibrahim karibu sana. Shukrani bwana, ulifuatilia bila shaka mkutano kati ya viongozi hawa wakubwa na wenye ushawishi duniani kwa wakati huu. Ya, bila shaka nilifuatilia kuanzia mwanzo wa ziara mpaka hmm, Muhammad bin Salman anaondoka Marekani, nilikuwa nataka nione nini kinafanyika, yani hatua kwa hatua kitu gani kinatokea katika kukutana kwao, na miongoni mwa yale ambayo wamejadili, lakini moja kati ya makubwa ambayo yamesababisha minong'ono ama mazungumzo kwa mapana sana ni kuhusiana na mauaji yaliyofanyika ya mwanahabari wa zamani mwenye asili ya Saudia Khashoggi Jamal ambaye aliuawa mwaka 2018 katika ubalozi mdogo wa, wa Saudia kule Istanbul Uturuki. Katika mazungumzo haya, Rais Donald Trump anasema Bin Salman hakuwa na taarifa yoyote kuhusiana na mauaji ya Khashoggi. Hili likoje? Nilishangaa swali aliloulizwa Bin Salmani, kwa nini Trump aliwahi kulijibu? Kwa sababu hata yule mwanahabari swali alielekeza kwa, kwa Bin Salman moja kwa moja mm. kuhusu kile ambacho mashirika kadhaa ya ndani ya Marekani na mashirika ya nje yaliyowahi kukiandika. Lakini haikunishangaza sana kwa majibu ya Trump kwa sababu haikuwa mara ya kwanza Trump kumlinda Bin Salman na mauaji ya Khashoggi ambayo wengi wanakubaliana kuwa Khashoggi aliuawa kwenye ubalozi wa Saudi Arabia na hata uh, picha zake za video za mwisho zinaonekana zile za CCTV kuwa akiingia, akiingia katika ubalozi, katika ubalozi. Mm. Hakuna baada ya pale hata ushahidi uliopatikana uh, kupitia mamlaka za ndani za Uturuki zilithibitisha baada ya kunasa baadhi ya sauti za mapambano ya ndani kwenye ubalozi uh, kati ya Khashoggi na maafisa waliokuwa mle ndani sasa Trump alikuwa madarakani wakati huo, 2018. Kama unakumbuka hata bunge la Marekani lilianzisha mjadala huo wakati wa Nancy Pelosi, yeah. Lakini uh, ilivyopelekwa pia hadi kwenye Senate baadaye, walitupilia mbali kwa sababu wa Republican walikuwa wengi wakati huo, wakasema Trump, wakati huo alisema kuwa hatuwezi kuharibu uhusiano wetu na, na Saudi Arabia, Saudi Arabia kwa sababu ya hili. Lakini kingine ambacho kwenye hili kimetokea hii juzi Trump wa, alisema kuwa Khashoggi alikuwa mtu wa hovyo hovyo. No. Ya. Yeah, akisema kuwa hakuwa mtu mzuri kihivyo. Unafahamu Khashoggi? Eh, alikuwa ni mkosoaji mkubwa wa serikali, serikali ya, Saudi, ya Saudi, Arabia. Saudi Arabia. Wakati yuko ndani ya Saudi Arabia lakini hata alivyohama akahamia Marekani. Akahamia Marekani baadaye karudi Uturuki lakini akawa Marekani akiandikia Washington Post mpaka ana ana uawa alikuwa akiandikia Washington, Washington Post. Posti. Sasa Trump ka kajibu kuwa alikuwa ni mtu mbaya. Hakuwa mtu mzuri kihivyo. Ma, majibu ambayo nadhani Bin Salmani angetujibu moja kwa moja. Nadhani hata Bin Salman angejibu pia, angeturudisha kuwa mamlaka ya Saudia ilishachukua hatua, licha ya uchunguzi wa Marekani ambao ulithibitisha kuwa kulikuwa kuna amri kutoka kwenye ufalme ambao uliidhinisha mauaji ma ya Kashogi. Ndio maana wakati wa kampeni ya kwanza ya Trump wakati anataka kurejea wakati ule na Biden kulikuwa kuna mtifuano wa lugha ya kampeni Biden. Alikuwa anasema kuwa ataishughulikia Saudi Arabia kutokana na mauaji ya Jamal Khashoggi, na hata kama unakumbuka, wakati wa Biden akasema kuwa tutaifanya Saudi kuwa para ya country ambayo itatengwa, na ndio maana ziara ya Biden Saudi Arabia haikuwa kama ziara ya Trump ya Saudi Arabia kipindi kile, yani Biden alikwenda kipindi ambacho hakupokelewa vizuri, yani hakupata zile tafrija ambazo alizipokea Trump, na hii yote ilikuwa kwa sababu ya mahusiano kati ya wademokrati wa, wa pamoja na utawala wa Muhammad bin Salmani. Sikushangaa sana kwa sababu naweza nikasema kuwa Muhammad bin Salmani lilikuwa Trumpu, kumbu kumbu prince, mm. Ni chaguo la Trump kama kumbukumbu iko sawa, wakati anapendekezwa kuwa Crown Prince ni baada ya kikao chake na Trump. Crown Prince maana yake ni mrithi wa ufalme wa, wa Saudia wakati baba yake bin Salman yeah alivyoshika madaraka alimtangaza mrithi wa ufalme ambaye hakuwa Muhammad bin Salman, alikuwa Muhammad bin Naif mtoto wa ndugu yake no. ndio alikuwa awe crown prince. Kwa nini aligeuka? Aligeuka wakati wa ziara ambayo Muhammad bin Salman alikwenda kama prince wa kawaida, ambaye alikwenda na ujumbe wa Marekani kwenda uh, uh, ujumbe wa Saudi, Saudi Arabia kwenda Marekani, wakati wa Trump, wakati wa mzozo wa Yemen, wakati Saudi Arabia inatafuta usaidizi wa mzozo wa Yemen ilibidi waende Marekani na aliyetumwa mm. alikuwa ni Muhamed bin Salman alivyokwenda na ile crew yake ya wafanya biashara maafisa kibao kwenda kule wakakutana na Trump. Baada ya kurejea Muhamed bin Salman Saudia, wakati mamlaka yote ikiwa kwa baba yake, baada ya muda ndio tukasikia tangazo la Saudi Arabia kumwondoa Muhamed bin Naif mm. kuwa crown prince na kumfanya Muhamed bin Salman kuwa kuwa crown prince, prince. Kwa unaweza ukaelewa connection ya Mohammad bin Salmani ilipoanzia na Trump, Trump. Eh, kuwa ndio maana Trump anasema nimekutana na kiongozi mwenye sifa kubwa, rafiki yangu mkubwa, mtu wetu mkubwa. Hebu, eh, eh, eh, eh, hebu tupangazie hapo kwa nini Trump katika ziara hii ya bin Salmani ya juzi amekuwa anamsifia ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, sana bin Salman, pengine kuliko hata viongozi wengine ambao katika mtazamo wa wachunguzi wa, wa, wengine watafiti wengine vyombo vya habari vingine walikuwa wanafikiri kwamba wangeweza kustahili sifa ambazo wamepewa bin Salmani. <coughs> Seneta wa Vermont Beni Sanders aliandika wakati Trump wakati ziara ya Muhamed Salmani yupo Marekani aliandika kuwa kwenye mtandao wa X, aliandika kuwa Trump huchukia sana ye, ye alivyokusudia. aliandika kuwa Trump anachukia Waislamu, kwa mujibu alivyoandika Ben Sanders anawachukia Waislamu na nchi za Kiislamu isipokuwa Waislamu wenye fedha na wenye ushawishi, hiyo aliandika Ben Sanders. Hiyo ndio taswira, hiyo, sa... Ben Sanders hmm. Kitu kimoja ambacho eh, unaweza kupigia mstari hilo ni kauli aliyoitoa Sir Ramaphosa alivyokuwa kwenye hiyo hiyo ofisi ya Oval wakati wanamrarua. Ndiyo, kwa kumwonyesha zile video za wahanga kwa wale wa madai kwa, kwa, ma kwa, kuna kuna kwa weupe we mm. Alicho alichokisema Ramaphosa, alimwambia Trump kuwa mimi sina ndege ya kukupa kama unakumbuka hiyo kauli, yani maana yake alikusudia, Trump ametoka mashariki ya kati akazawadiwa ndege ya dola milioni 400 na Qatar, kuwa sisi hatuna, hatuna uwezo, uwezo wa kukupa za, kukuzawadia, kukuzawadia mm. ndege ningekuwa tunaweza tungekupa, alimwambia, ningekuwa naweza ningekupa. Na Trump akasema, ungenipa ningeipokea. Jibu ndio lilivyo, yani jibu la Ramaphosa lilikuwa Trump anapokea chochote, sio kuwa wewe unakuja kuwa mimi nina haki. no no, hayupo, hatupo tena kwenye hiyo haki, tuna una nini, una nini e. Tutazame jambo jingine ambalo limekuwa pia ni mjadala katika mazungumzo haya, Trump ameitaja Saudi Arabia kwa wakati huu kama ni mshirika wake wa karibu ambaye si mwanachama wa NATO lakini wakati huo huo Saudi Arabia yeye ni mshirika pia wa karibu, wa karibu wa hasimu ama mpinzani wa karibu wa Marekani katika maswala ya usalama na uchumi taifa la China. Kwa, kwa mkutano huu na kwa yale ambayo yamejadiliwa, hili linaiweka lina, lina, lina wapi Marekani linaweka wapi uhusiano huu? Ukipima kwa mizani ukaiweka Saudi Arabia utaona mizani ya upande wa Marekani imezidi kiwango kuzidi China bila shaka Saudia ni wana uhusiano na China, lakini pia wana uhusiano na Urusi yeah. na hata mafuta ya Urusi Saudia amekuwa akianunua, kipindi hiki cha punguzo alikuwa akinunua crude oil. Lakini ukipima kwenye mizani utaona Saudia bado amegemea zaidi kwa Marekani. Kwa hiyo Saudia anabaki kuwa ni mshirika wa pande zote, lakini yupo zaidi upande kwa wa, Marekani. Narudi kwenye swali la msingi lile la kwanza kuwa huu ni mkono wenye asali, umeelewa? Saudia ni mkono wenye asali kwa hiyo kila mmoja anatamani aulambe awe, awe, awe, awe, awe nao. Kwa hiyo kila mmoja atajipendekeza kwa nafasi zake, kwa sababu tunazungumza nchi ambayo inaingiza sokoni pipa milioni kumi na moja na nusu kwa siku za mafuta ghafi. Tunazungumza nchi ambayo inakusudia kufanya uwekezaji ambao Trump alisema tunaomba trilioni moja kati ya bilioni mia sita ambazo walizungumza awali. alafu Muhamed Bin Salmani yuko pale pembeni anasema basi tutafika kwenye hiyo unajua, sio pesa ndogo. Ni, ni, ni hazina nzima ya mfuko wa uwekezaji wa Saudi Arabia, trilioni moja dola wanakwambia tutakuja kuiwekeza. Ni pesa ambayo sikuwa ikiwekezwa Marekani, ingewekezwa Afrika, sio nchi, Afrika nzima, bado tungeona matokeo yake sisito, si, si, kwa Afrika nzima. Nakumbuka katika muktadha huo wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa, WHO, kupitia kwa mkurugenzi wake Tedros mm. alisema kwamba endapo dunia mm. Mm. itapewa dola bilioni tano, sio trilioni moja mpaka sita, maswala ya njaa dunia nzima <laughs> yatakoma. Hapa tunazungumzia dola trilioni moja, trilioni moja maanake hizi sasa unazungumzia <clears throat> karibu zile dola zilizokuwa zinazungumzwa zaidi. Ukileta kwenye namba zetu, nah. Eh, ukileta kwenye namba zetu unashindwa kuzitaja eh, ukileta kwenye namba zetu utashindwa kuzitaja. Ndio maana nakwambia, ndio maana Trump unamuona ni Trump mwingine anapozungumza na Saudi Arabia. Hawezi kuzungumza na Saudi Arabia kama vile eh, mfano unakumbuka, kuna viongozi wetu wa Afrika walienda sita, unakumbuka, ndio wakiwemo rais wa Senegal alikuwepo, raisi wa wapi wale sisi wa kwetu walipeleka maombi, akiwemo Faye, anamwambia Trump, naomba kwenye nchi yangu uje utujengee uwanja wa golf umeelewa hawa ni viongozi sita wa afrika ambao walikwenda kuonana na, na trump juzi ametoka kiongozi alshara ahmad alshara wa syria hmm. alichokwenda zaidi ni kutafuta uungwaji mkono na kuondolewa vikwazo leo tunamjadili muhammad bin salman msafara alioenda nao marekani ulikuwa na maafisa elfu moja. Yaani msafara alioenda nao ulikuwa na watu elfu moja wanasiasa wanadiplomasia wafanyabiashara Yani, ameenda na kru nzima ndio maana unaona hata watu waliokuwa kwenye ofisi zile hata kwenye ile dina unaona watu wenye hadhi ya juu ndio waliokuwepo. Cristiano Ronaldo alikuwepo kusisitiza, tulimwona rais wa FIFA alikuwepo, Infantino, lakini tumemwona Elon Musk alikuwepo, kina Besos wa, yani wale wafanyabiashara unaowajua wote wakubwa wa duniani wako pale kwa sababu aliyekuja ni tajiri amekuja, ambaye anaweza akafungua tu fursa, fursa ambazo ni nyingi sana, ndio maana hapa unapoleta hoja ya Jamal Kashogi itawekwa pembeni. Kashogi ni nani? weka pembeni, hatuwezi tukaiweka kwa sababu aliyekuja ni mzito. Kwa, kwa, kwa ufupi, kabla hatujakwenda hatuja kwenda katika mapumziko rabi, hoja ya Kashogi mm. ina uzito wake sana, sana. Mimi na wewe tunakubaliana hili kwa sababu mm. Marekani ni nchi ambayo inajinasibisha na swala zima la haki, haki za binadamu kabisa. Kuuawa kwa Jamal Kashogi, vyombo vya usalama umetuambia mwanzo, mm. vilithibitisha kwamba Saudi Arabia imehusika na mwanamfalme ametoa idhini, kwa mujibu wa Marekani, kwa mujibu wa Marekani eh. Lakini leo hii rais <coughs> Trump anakuja anasema hapana, huyu hakuwa na taarifa. Kwa ufupi, tunaona wapi mgogoro wa Palestina na Israel mm. katika muktadha huu ambapo Israel na Saudi Arabia, Marekani anaungana na Saudi Arabia na uwekezaji wote huo kwa namna gani mgogoro wa ule unapaswa una, una, una, una kutazamwa? Sasa nimetazama kwenye kauli ya Salmani alivyozungumza kuhusu Saudi Arabia na Israeli, na lilikuwepo pendekezo la, la Marekani kuhusu Abraham Accord, nikaona Saudia kama wamebadilisha msimamo. Unajua, Saudia imebadili msimamo. Msimamo wa awali wa Saudia ulikuwa ni kuanzisha uhusiano na Israeli bila uwepo wa taifa la Palestina. Huu ndio msimamo ulikuwa wakati wa Joe Biden. Hata Mohamed Bin Salmani alizungumza kwenye mkutano wa COP 78 mm, ule wa Marekani kipindi kile, kabla ya haya mashambulizi, hapakuwa na ajenda ya Palestina, lakini toka baada ya mzozo eh, na mkutano wa COP eh, aunamkutano wa, wa, wa unga sorry, no. ulikuwa wa unga 78, yeah, mkutano wa unga 79 eh, yes, Saudi Arabia alipewa idhini ye na Ufaransa waweke mchakato wa kuanzisha taifa la Palestina. Toka hapo, Saudi Arabia akasimama kwenye njia, hatuto kuwa hatutokuwa na uhusiano isipokuwa kuwe na mwelekeo wa taifa la Palestina. Okay. na nimemsikia Muhamed Bin Salmani amekazia tena juzi kwenye mkutano kuwa wako tayari kuanzisha uhusiano. Marekani anavyoiunga mkono Israeli kwa kwa kiasi kikubwa na sote tunafahamu hilo linaleta ishara gani? Kwa ufupi tu ni vigumu sana, kwa sababu hapa kuna mlolongo mrefu wa kuyamaliza hayo, kwa sababu tayari Netanyahu ametoa majibu kuwa hawatojali kuwa na uhusiano na Saudi Arabia, lakini taifa la Palestina halitokuwepo, maanake kuwa wao hawataki kwenye hilo. Sasa anayechezesha huu mchezo ni Marekani yeye yeah. ataamua kuwa hili linawezekana, kwa sababu juzi wamepitisha kwenye, kwenye, kwenye mkutano huu wa nani wa baraza la usalama, so alipiga kura juzi ndiyo. Vifungu ambavyo Israel alikuwa havitaki ni viwili vya uwepo wa taifa la Palestina na, na kif, kifungu, yani kifungu cha 19 na cha 20, alikuwa anataka viondolewe, kwa sababu kama vikiingizwa kwenye Umoja wa Mataifa vinakuwa sheria, lakini Marekani aliviingiza kwa nguvu vikapitishwa kwa hiyo marekani ndio ana uwezo wa kuamua kuwa tutafanya au hatufanyi. Shukran sana Ibrahim Rahbi, na ni kushukuru pia wewe ambao umeendelea kuifuatilia Chekeche usiku wa leo. Tunaendelea kutazama mkutano kati ya mwanamfalme wa Saudi Arabia prince Mohammad Bin Salmani ambaye alitembelea ikulu ya Marekani na kufanya mazungumzo na rais wa taifa hilo Donald Trump. Mengi yamezuka huko, na ndio ambayo tunaendelea kuiangazia usiku huu. Tafadhali tunakwenda katika mapumziko mafupi, usiondoke kwa sababu bado kuna mengi ya kuelezana. Kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii kukukaribisha katika sehemu ya pili ya Chekeche usiku wa leo. Utakuwa nami Moses Muhamed, pamoja nami nipo na mchambuzi wetu Ibrahim Rahbi, na tunachokitazamia usiku huu wa leo ni mkutano kati ya Bin Salman na Rais Donald Trump uliofanyika katika ikulu ya Marekani. Bin Salman ameahidiwa kupewa ndege za kivita za F35 daraja la pili, daraja la pili lakini hmm. Pia kuna makubaliano ya masuala ya kijeshi na masuala mengine ya matumizi ya juu ya akili mnemba. Hii yote ni katika kuendelea kuimarisha Saudi Arabia katika masuala mazima ya mifumo ya ulinzi na usalama. <coughs> Ni kweli na ndio hapo nimekuwa na kwani na... kuna tishio Saudi Arabia kuhusiana na masuala ya usalama. Saudi Arabia, unajua mwezi wa tisa Israel ilifanya shambulizi ndani ya Qatar. Ndiyo. kama unakumbuka Nakumbuka. Wakati Israeli inafanya shambulizi ndani ya Qatar, vyombo vya habari vingi vya Mashariki ya Kati vilikuwa vime, vime, vinaongea sana kuhusu ile nadharia ya Greater Israel ambayo walikuwa hawaikanushi mawaziri wa Israeli, ni ukubwa wa Israeli utanuo yani Israeli ya kwenye maandiko. Sasa wakichukua Israeli ya kwenye maandiko. Hmm. Maandiko mipaka yake mpaka Saudia ya ipo Lebanon, Syria, Jordan, Misri mpaka Iraq, ndio hiyo inaitwa Greater Israel. Kwa hiyo hizi nchi zina tahadhari kabla ya, ya Saudia ya kwenda Marekani, tayari walikwenda kufanya dhamana ya usalama na Pakistani. Pakistani ndio nchi pekee ya kiislamu inayomiliki nyuklia. Kwa kuongezea, utakumbuka pia taifa la Iran wakati wa mgogoro wake na, na, na moja kwa moja wa kushambulia na Israel mm. pia ilijaribu kushambulia kambi za kijeshi za Marekani ambazo zipo ndani ya Qatar. Qatar. Qatar. Qatar. Qatar. kambi kubwa ilishambuliwa. mm. Sahihi. sasa Katari walikwenda kupata dhamana kwa Marekani dhidi ya Israeli. Hichi ni moja ya kichekesho tu pia kwa sababu <coughs> una, una mtofautishaje Marekani na Israeli kile kinachoendelea Israeli. Ilitoa taarifa wakati ya shambulizi la Qatar ikasema, tulijulisha Marekani na Marekani ilituidhinishia. Kitu kimoja ambacho unatakiwa ufahamu kuwa, Mashariki ya Kati yote, kambi kubwa ya CENTCOM au naweza kusema kambi kubwa ya kijeshi ya Marekani iko Qatar, iko Doha. Israeli amefanya mashambulizi Doha kwenye ile kambi ya Marekani, walikuwa wamelala hawana habari, kwa mujibu wa taarifa yao kuwa walikuwa hawajui kama itashambuliwa. Maana yake kuwa wana kazi gani kama kuna tishio kubwa limeingia kwenye nchi ambayo wapo wao, mpaka imeshambuliwa, halafu wao wanakuambia hatujui? Kuna sababu gani ya kuwepo kambi? Vipi walikuwa wanaweza kufahamu kombora linaruka kutoka Teherani kwenda Israeli kilometa elfu mbili tayari likitoka wanajua. Maanake zile rada zilizo eneo hili zinafanya kazi zote, kuanzia Saudi Arabia, Katari kote, na ili eneo Saudi Arabia, Katari, Iraki kote kuna rada za Marekani, maanake zilikuwa zina uwezo wa kugundua mm. lakini ajabu moja iliyotokea kuwa hizi rada zote za Marekani hazikuweza kujua kuwa Israeli wanakuja kushambulia Katari. Kwa hiyo Katari akatafuta ulinzi wa Marekani dhidi ya Israeli. Nilizungumza kuanzia mwanzo, wakati wa shambulizi, nikasema kuwa kuna biashara nyingine inaenda kufanyika hapa, kuwa Qatar baada ya kushambuliwa atapeleka pesa Marekani. Ndio kilichotokea, alienda kusaini mikataba ya fedha akapeleka Marekani. Anakulinda vipi kwa Israeli? Ndicho Saudi wakaenda Pakistan kutafuta dhamana ya upande wa pili, lakini wakati huo huo, huo wamekwenda Marekani kutafuta dhamana nyingine, na ndio maana ikaja ile swala la NATO kuteuliwa kuwa moja ya washirika wa karibu wa neto hapo karibu, hapo katikati, kuna Pakistan katika nchi za mashariki ya kati ambazo ni washirika washirika na Bahrain hawa ni washirika wa karibu wa neto rambi. Unazungumzia biashara Qatar, baada ya shambulio lile wakaenda Marekani kuingia mikataba yes, yeah, yeah, ambayo ni ya ulinzi ya ya kulipa kulipa dhidi ya Israeli dhidi ya Israeli mtu ulizane yeah, yeah, tena mm, kwani Donald Trump mm, binafsi ana manufaa yoyote katika uhusiano huu hususan katika maeneo ya kibiashara na, na, na, na, na, na Bin Salman ama na, na, na, na, na serikali ya Saudia. Hili swali aliulizwa na mmoja wa wanahabari pale Oval kuwa mbona inaonekana hizi biashara zimesogeza sana familia yako na familia yako inahusika sana na hizi biashara. Akamjibu aka vibaya, nadhani alimjibu vibaya yule mwanahabari, akamwambia uh, mambo ya hovyo mnaouliza na baadaye mwanahabari wa ABC kuna swali alimuuliza, ndo akamuuliza: we chombo gani? kamba ABC, ya, kamba fake news, unatakiwa ufutiwe leseni kila kitu. Alimjibu kwa vile connection ya hapa ya familia ya Trump na mashariki ya kati ilianza awamu ya kwanza ya Trump, wakati mkwewe Jared ambaye hivi sasa pia anakwenda mara kadhaa kushiriki kwenye mazungumzo pamoja na Steve Witkoff huyu ni mkwe, amemua yule Ivanka Trump amemua mtoto wa Trump. mm -hmm. Huyu Jared toka awamu ya kwanza ya baba mkwe wake ambaye alikuwa Trump, alivyokuwa ni mshauri wa usalama wa Mashariki ya Kati alipeleka kampuni nyingi pale Mashariki ya Kati. Kampuni zinazotajwa kuhusika na Jared, ambazo zinaingia moja kwa moja kwenye familia ya Trump ni kampuni zinazofanya ujenzi wa makazi ya walowezi West Bank. Pia kampuni za Jared zimewekeza si kwenye AI na matumizi mengine, lakini kampuni hizi za Jared mkwe wa Trump zina ufadhili kutoka mifuko ya hifadhi ikiwemo wa Saudi Arabia, Qatar, Imarati. Wote wamewekeza fedha kwenye haya makampuni ambayo baadhi ya makampuni ndio yanafanya ujenzi wa makazi ya walowezi kule West Bank. Ambayo yanatoka. So ni ukweli ulio wazi kuwa familia ya ina ina ina trump inahusika na biashara inanufaika na hizi biashara lakini trump alijibu akasema kuwa inayofaidika ni Marekani huondoi hilo kuwa ni kweli sera za Trump zinaleta fedha nyingi Marekani, lakini wakati mimi nawapa na, na, kama, na, taifa. Na, kama taifa lakini na mimi napaswa kupata napaswa. Unajua, kuna kitu kimoja sori, kuna tunaona makampuni mengi hata ya kwetu ya jamii fulani hivi, kama Wahindi napenda kuajiri Wahindi wengi mm. ni genius yani kuwa sio wakwetu hawawezi, lakini hawa wanajua kucheza na fursa, kuwa bwana hii tab moze uiuze laki mbili ye akiuza laki mbili na elfu kumi ikakupa laki mbili yako yeye ha... umeona kuwa tumefaidika wote. Yaani wana hiyo akili ya kufaidisha wote. Sasa sisi baadhi tuna shida moja kuwa nauza laki mbili na kupiga na mpaka <laughs> na kufilisi That is a problem. Kuwa... Tumalizie. Yeah. Tumalizie kwa kuyatazama haya mazungumzo kwa ahadi ya uwekezaji wa trilioni moja US dola pale Marekani ambao mwanzo uliutaja mm. Bin Salman ameahidi kwa Marekani wakati katika mazungumzo ya wa awali walisema wataweka dola bilioni mia sita, sita. Sasa hivi wanasema kwamba tutafikia katika kiwango cha juu kabisa cha hazina chakili yetu cha dola trilioni moja, lakini bado kuna wachambuzi wa mambo wanasema hii ilikuwa ni kama theatrical, ni kama mchezo wa kuigiza haina uhalisia unless mm. mpaka pale ambapo kila kitu kitakapobainishwa kitakapoainishwa kwamba kiasi fulani kitawekezwa hapa kiasi fulani kitawekezwa hapa halafu watu wakaona ule uwekezaji ukitazama Saudia ambayo inapambana sasa hivi kujiweka juu zaidi, inataka kujenga Mega City, inataka kufanya uwekezaji mkubwa zaidi nyumbani ambao hata umeshakwenda nje ya bajeti yao. Kuna uhalisia wa hizi dola trilioni moja kuwekezwa Marekani? Wanaweza kuziweka, kwa sababu si pesa ambazo zinatakiwa ziingie katika miaka ya Trump. Ukiangalia okay, kiwango cha chini kabisa cha muda ni miaka kumi, lakini wamesema angalau inaweza ikazidi kuwa hapo. Kwa hiyo si uwekezaji wa kuzipeleka zote kwa pamoja, ila wanaweza wakapeleka kwa wakati kuwa hizi tunaweza tukapeleka hivi na hili ufahamu kuwa si fedha ambazo wanapelekewa Marekani, ni uwekezaji ambao kuwa Saudia anawekeza, yani kuwa ni biashara, kuwa hata hizi fedha ambazo wanaziwekeza kule faida zake pia wanaweza wakachukua wakaendeleza kujenga upande wa upande wa pili, isipokuwa huu ni uwekezaji, si kuchota fedha so kupeleka, eh, kupeleka. Ah, ni uwekezaji yani wa win win kuwa wewe utapata hiki na mimi nitapata hiko, kwa sababu mimi ni mwekezaji ambaye unakuja kufanya uwekezaji kwa hiyo linawezekana likawekwa hilo ikiwa kama nchi kama Qatar imesema itawekeza 1.4 trilioni katika kipindi cha miaka kumi kwa Marekani. Hali kadhalika, Imarati ilisema 1.2 trilioni. Ukiangalia Qatar na Imarati wamewekeza zaidi kuliko Saudi Arabia kile anachokizungumza. Manake hao wote wana fedha, hela wanazo, kuwekeza wanaweza, ila wataziwekeza si, sina, sina mashaka kuhusu uwepo wa hizo fedha kwa sababu ukitazama kuwa Uh, kampuni kubwa ya mafuta duniani Aramco. Unajua Aramco ukichukua revenue yake kwa mwaka inaweza kuwa ukajumlisha makampuni makubwa ya wazungu ambao tunayajua yenye majina makubwa, mtaji, revenue yao tu wanaotoa kwa mwaka. Kwa hiyo hii ni moja ya kampuni kubwa kabisa duniani, kubwa kubwa ya mafuta Aramco, na inatengeneza faida kubwa, kubwa kubwa, hakuna mfano. Kwa hiyo hizo fedha wanazo na ni muda tu kwa, tutawekeza hapa, tutawekeza hapa wakitaka Tutawekeza hapa tutawekeza hapa wakitaka. Ibrahim Rahabi, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vinaendelea kunitia mashaka ni ule utaratibu wa Donald Trump, wakati fulani yeye kukinzana na yale ambayo watangulizi wake hususan, wanaotoka Democrats wanaokuwa wanapokuwa wame, wame, wameanzisha. Endapo wakati wake utakuisha yeye na uwekezaji ukatakiwa kuja na watu wa Democrats, pengine wakawa wamechukua madaraka na wenyewe wakisema kwamba hili hatulitaki, sijui itakuwaje. Shukran sana Ibrahim Rahabi kwa kushiriki nasi leo hii katika Chekeche na pia ni kushukuru wewe, ambaye tumekuwa nawe tangu mwanzo mpaka mwisho wa Chekeche. Tulikuwa tukiangazia mazungumzo katika Ikulu ya Ovali ya Marekani, ambako Rais Donald Trump alikuwa mwenyeji wa Prince wa Saudi Arabia, Muhamad Ibni Suleimani. Jina langu ni Moses Muhamed, nikukaribishe tena katika Chekeche nyingine wikendi ijayo. Tutaendelea kuangazia mijadala mingi ya kimataifa. Uwe na usiku mwema.